Kitani nzuri. Mzee wa Yesu nabii mwonaji ndio. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu Hiyo kitani nzuri ni nini? Utaenda kujua hapo. Tuendelee kuvikwa kitani, vazi kitani nzuri, vazi la ndani. Vazi la wapi? La ndani, bora useme vizuri. Haleluya, amen. Kuvikwa kitani nzuri, vazi la ndani. Endelea msomaye. Watu wengi huamini wa kuwa Mungu aangalii mwonekano wa nje bali moyo wa mtu nukta. Ndio, ni kweli lakini hiyo haimaanishi kuwa He? mavazi au mwonekano wa nje hauna maana Nukta. Mungu huanza kwa moyo mkato He? lakini kile kilicho rooni huonekana kwa nje Nukta. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya kumi na sita mstari wa saba Roho Mtakatifu atufunulie maandiko bali Bwana akamwambia Samueli mkato He? usitazame uso wake mkato Kwa kuwa Bwana angalii kama binadamu nukta mkato. Ndio. Maana wanadamu huangalia uso mkato. Bali Bwana huangalia moyo. Nukta fungaseni.